Na tukianza na uchambuzi wa magazeti yaliyoandika habari za kimichezo, gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele limeandika Simba yaitega Yanga kama vipi, apigwe tu. Ni mechi kati ya Chelsea na Liverpool ambayo itachezwa leo Jumamosi saa 9 dakika 45 alasiri huko London katika uwanja wa Stamford Bridge. Mashabiki takriban 41663 wanatarajiwa kuwepo uwanjani hapo. Crystal Palace na Manchester United saa 12 jioni, Manchester City na Norwich saa 12 jioni, Swansea na Everton, Newcastle na Stoke City ni mechi pia ambazo zitachezwa leo. Uh, saa kumi na mbili za jioni kocha hal amgomea kavumbagu ni habari katika ukurasa wa tatu kiongera aja kuwanyoosha lunyamila aijaza upepo ni habari hii inapatikana ndani katika ukurasa wa pili tukiingia katika kurasa za ndani ukurasa wa pili umeandika kiongera anakuja kuwanyosha simba ya itega yanga katika dakika tisini lunyamila aijaza upepo simba kapombe aweweseka Jangwani. Na ukurasa wa tatu umeandika, aisee Mbeya City yafanye kweli. hali amgomea Kavumbagu. Ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti umeandika hovyo kabisa, hata aje striker gani atakuwa mzigo tu, staili hii haisomeki. Ni gazeti Mwanaspoti. Na tukiliangalia gazeti Bingwa, katika ukurasa wake wa mbele limeandika Yanga imekaa vibaya, Kamusoko hamsini kwa hamsini kuivaa Kagera Sugar. Adolf Richard atamba kuimaliza Walpa. Kampeni zimemalizika, mabifu yaishe. Van Hal amtaka Scholes wakutane ana kwa ana. Big match ni kati ya Chelsea na Liverpool ambayo itachezwa leo saa tisa alasiri na kali nyingine leo, ni kama ambavyo nimekutajia kwenye gazeti lililotangulia la Mwanaspoti. Lakini pia kuna habari picha ambayo inasema tutashinda tu, ikionyesha wachezaji hawa ambao wanamenyana katika mchezo wa Vodacom Premier League, ikiwa inasema ni klabu hii ambayo inashuka, klabu ya Simba ambayo inashuka katika uwanja wa wa Taifa kupambana na Majimaji kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara huku wakiwa na akili mbili kichwani. Tukiingia kurasa za ndani, kurasa ya pili umeandika imekaa vibaya, Yanga hasira zote kwa Kagera Sugar, Simba ya Isaka nafasi ya Yanga, Kavumbagu atishia kuikacha Azam FC. Kurasa ya tatu umeandika tutashinda tu, Kibaden anika kinachoitafuna JKT Ruvu, Majavi hatambui hatima yake Simba, Stewart anogewa na ushindi Azam, Wageni tu, Stars wampa jeuri Kanavaro. Na ukurasa wa mwisho wa gazeti hili umeandika hoi, Morinho hana uhakika wa kumaliza top four, Van Gaal amtaka Scholes wakutane ana kwa ana. Hilo ni gazeti Bingwa. Tukiliangalia gazeti Champion, katika ukurasa wake wa mbele limeandika: Kerry naondoka Simba, Aveva amshtukiza mazoezini kimya kimya, ajificha nyuma ya mti, akabidhi atakabidhi ripoti baada ya mechi leo, Loga aibuka, aomba kazi Uh, Didier Kavumbagu anaenda Yanga Sports Club na kiza, acheni ubishi, Yanga wapo vizuri, ngoma juko kikangoni TFF. Na big match leo Jumamosi ni kati ya Chelsea na Liverpool katika uwanja wa Stamford Bridge, Swansea na Arsenal, na Simba na Majimaji katika uwanja wa Taifa katika mechi za Vodacom Premier League, na Kagera Sugar wanacheza na Yanga katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi. Tukiingia katika kurasa za ndani, ukurasa wa pili umeandika Aveva amuibukia kimafia Kerry mazoezini, na kuna habari picha hapa zikimwonyesha Aveva akitazama mazoezi akitazama saa yake akizungumza na Kerry na Kerry akiwa ameshika kichwa Aveva akiwa mbele yake. Umri ni namba bado wamo, ni mambo ya wanasoka wengi wakishafikisha umri wa miaka 30 tu, huwa kazi kwisha, yaani kazi yao ya kupambana uwanjani hupungua. Na ukurasa wa tatu ni ratiba mbalimbali mbali za michezo, ikiwa ni misimamo ya ligi kuu bara, uh, ligi kuu England, hat trick wafungaji, Tanzania bara, ratiba za mechi za Ulaya na wafungaji na takwimu zao, uh, katika baadhi ya mechi za jana na ukurasa wa mwisho wa gazeti la Champion umeandika Marekani, mechi kumi na mbili mabao kumi na mbili Drogba anatisha. Chelsea versus Liverpool, hukumu Mourinho kutolewa leo. Ramires asaini miaka minne Chelsea. Pedro hana mpango wa kurejea Barka. Na kwa uchambuzi wa gazeti la Champion, na tutimishia magazeti yaliandika habari za kimichezo, na tukiingia katika gazeti Mtanzania fikra ya kinifu, uh, Jumamosi ya leo kurasa wa mbele limeandika hali tete Zanzibar. Bomu la tegwa kituo cha polisi JWTZ waliwahi lalipuliwa. Zeki yazidi kunyang'a kunganganiwa yadaiwa Maalim Seif kashinda. Maalim Kashinda. Habari picha inaonyesha Maalim Seif na Picha nyingine ndogo inaonyesha askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania, JWTZ, wakiwa katika eneo la Mkunazini mjini Zanzibar jana jioni, baada ya kupata taarifa ya kutegwa bomu karibu na kituo cha polisi. Bomu hilo liliteguliwa na kusababisha taharuki kubwa. Hali ya kisiasa visiwani Zanzibar inazidi kuwa tete baada ya jana kubainika kutegwa bomu jirani na kituo kidogo cha polisi Mkunazini mjini Zanzibar, na bomu hilo ambalo hata hivyo liliteguliwa na wanajeshi. Habari hii inaendelea ndani katika ukurasa wa pili. Ukawa waibua utata mpya, kura za urais, matokeo ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa mujibu wa hesabu hiyo, 15 milioni uh, laki tano themanini na tisa elfu mia sita na thelathini na tisa, ukitoa milioni kumi na tano laki moja tisini na tatu elfu mia nane sitini na mbili uh, inabaki laki tatu tisini na tano elfu mia saba sabini na saba, laki na sio laki nne na mbili mia mbili 48 na kama ilivyotangazwa na NEC, Dkt Magufuli akabidhiwa cheti cha urais. TLS washtushwa na uamuzi wa Jaji Lubuva ni habari katika ukurasa wa tano. Tukiingia kurasa za ndani, ukurasa, ukurasa wa pili ukawa waibua utata, na kuna habari picha hapa ikimwonyesha rais mteule wa chama cha mapinduzi CCM dr John Magufuli akionyesha hati ya kuchaguliwa kuwa rais baada ya kukabidhiwa na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Jaji Damian Lubuva jijini Dar es Salaam jana. Hali tete Zanzibar ni taarifa pia katika ukurasa wa pili wa gazeti la Mtanzania. Ukurasa wa tatu, ni taarifa hiyo ikiendelea ya utata waibuka ukawa waibua wa utata mpya kura za urais. Ukurasa wa nne vijana wa Chadema wapewa dhamana, hali tete Zanzibar, TLS washtushwa na Jaji Lubuva, vijana wa Chadema wapewa dhamana. Ukurasa wa mwisho wa gazeti hili umeandika siri ya Yanga kusimamishwa Kambarage ya fichuka, na habari picha inamwonyesha makocha hawa wanaozifua timu hizi mbili, Chelsea na Liverpool na wachezaji wao katika mechi hiyo ambayo inatarajiwa kuchezwa hii leo. Fidq Morris ndani ya Cox Studio leo na Diamond anavyomtesa Priyanka. Na ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti Habari Leo umeandika yametimia, Dr. Magufuli apewa cheti cha urais, JK ni ushindi wa mshikamano wa CCM, tume ya uchaguzi yamaliza kazi rasmi. Habari inapatikana ndani katika ukurasa wa tatu, na habari picha kimuonyesha mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC, jaji mstaafu Damian Lubuva akimkabidhi hati ya ushindi wa nafasi ya urais baada ya kushinda uchaguzi mkuu Dr. John Magufuli. Salam jana na mvua nazo za mpamba rais wa tano. Umoja wa Mataifa wapongeza uchaguzi Tanzania. Kurasa za ndani ukurasa wa pili umeandika: 35 waliochoma maboksi ya kura Mbagala kortini. Maandalizi ya kumwapisha rais mpya ya pamba moto. Watendaji wa vijiji acheni kulalamika. Na kuna habari picha ikimwonyesha mbunge wa jimbo la Ileje mkoani Songwe Janet Mbene akiwapungia wananchi kuwashukuru baada ya kuchaguliwa juzi.